Tunamshukuru serikali kwa kuweza kutusaidia kupata mafunzo na kuweza kupata tunapata vifaa kwa kuweza kufanya mafunzo yetu vizuri, ila jambo kubwa ambalo tunaweza kuliomba, tunahitaji mikopo kwa sisi wanafunzi, sio mikopo mikubwa sana, lakini mikopo mikubwa, inatubidi tupate vifaa, maanake tunapata ujuzi sawa, lakini tunatumia vifaa vya chuo. Je, tukirudi mtaani tunapata wapi vifaa? ni mpaka mtu apate nini ushikwa mkono nyumbani ama la, lakini ikiwa serikali ikitusaidia kupata mikopo inaweza kutusaidia sisi kuweza kufanikiwa katika mambo yetu. Tunaiomba serikali kama inaweza kutusaidia sisi kama wanafunzi tunaohitaji kwa sasa hivi waweze kutuboreshea fani zetu, ili pale tunapomaliza tuweze kupata ajira kwa uharaka na ajira za uhakika. pamoja na ufundi huu ambao mmepata tunatarajia kwamba nyinyi ndio wengi mtakuwa pia wajasiria mali kwa sababu kupitia mafunzo haya ambayo mmefanya, tunategemea kwamba mtakwenda kuwa wabunifu, lakini ambao mtachochea maendeleo ya wilaya yetu ya Babati, mkoa wetu wa Manyara, na nchi yetu ya Tanzania kwa ujumla. Mtumie ujuzi wenu kubuni masuluhisho mbalimbali ya changamoto nazo kutengeneza thamani, kuongeza thamani na kuchangia kuijenga taifa letu kupitia ufundi na mafunzo mbalimbali ambayo mmepata kutoka hapa chuoni. Sisi upande wa serikali tutaendelea kushirikiana na wazazi kutengeneza fursa mbalimbali za kutengeneza mitaji kwa ajili ya vijana wetu Shota, za mwisho za usajili wa kozi za udereva wa magari lakini pia uendeshaji wa pikipiki na bajaji katika maeneo hayo, lakini pia tumepanga kuendelesha mafunzo ili tuweze kuzalisha vijana ambao wanaweza wakatumika kujenga uchumi balibari, a, pia, a, kwenye viwanda mbalimbali lakini pia kwenye maeneo mbalimbali sambamba na dira ya maendeleo ya mwaka 2020 na 2050. Uh, Mheshimiwa mgeni rasmi, kama nilivyosema awali, leo wanahitimu vijana thelathini na nane, lakini hawakuanza thelathini na nane. Walianza arobaini na sita, vijana nane walishindwa kumaliza mafunzo haya kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo magonjwa, lakini pia wengine kushindwa kulipa ada na changamoto nyinginezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, chuo chetu pamoja na haya tunayoyafanya tuna changamoto kidogo tu, wala sio nyingi changamoto ya kwanza tuna changamoto ya, ya pale, barabara ya kutoka pale barabara kuu ya kuelekea Dodoma kuja hapa kituo, barabara yetu especially nyakati za masika sio rafiki sana. Kwa hiyo tunaomba, pamoja na kwamba tuna tunafanyaga kuirekebisha sisi wenyewe kwa jitihada zetu, tunaomba basi halmashauri ya wilaya Babati vijijini inaweza katika a kwa ajili ya kukarabati hiyo barabara ili weza kufika nyakati zote. Lakini pia kama nilivyosema, tuna uhaba wa watumishi kumi na tatu na hii tunaitatua aidha kwa kutumia watumishi wa mkataba, lakini pia tunafanya maombi mara kwa mara ya kupata watumishi kutoka makao makuu. kwa mwaka huu Serikali ilituletea walimu wanne washua rasmi. Uh, chuo chetu hakina uzio. Uh, tuna changamoto wakati mwingine wanyama wanatuvamia especially kwa jibi zetu na jirani zetu, lakini pia huwa tunawaambia walinzi wawe makini kama sehemu ya utatuzi wa changamoto hiyo, lakini pia kwa mwaka ujao wa fedha tulishaomba na tumewasilisha ombi makao makuu tutembee fedha kwa ajili ya kujenga fence hata kama ni ile fence ya waya na zile concrete poles. Mheshimiwa angu rasmi kama ambavyo uh, uh, tumepita kwa mazingira yetu. Mazingira yetu ni miundombinu ya kupitisha maji taka na maji safi kwa maana ya maji ya mvua sio rafiki sana. Tumeanza kwa kuchimba mitaro, lakini pia na lenyewe tunaliowa kwenye bajeti ijayo ya mwaka 2026/27 tunaamini kwamba tutapewa fedha kwa ajili ya kujenga hiyo mitaa. Pia tuna chombo cha usafiri ambacho kina muda mrefu, na ombi hilo tumeshaliwasilisha makao makuu na ameshatoka maelekezo ni cha kufanya kwa sababu ni jana tu nilikuwa ninaongea na mkuu, aliniita ofisini kwake tukawa tumelimaliza hilo. Kwa hiyo hiyo changamoto ya gari tena sio changamoto, kwa sababu ameahidi kulimaliza ambayo vijana walituambia hapa. Pia tuna changamoto ya kukosa maktaba, hatuna jengo la maktaba, kwa hiyo mara nyingi tunawaisisti vijana watumie mifumo ya kielektroniki kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na masomo yao. nini tumekipanga kwa muda mrefu, lakini pia kwa muda mfupi ujao tumepanga kuongeza fani saba kwa kipindi cha miaka miwili ijayo. Mwaka ujao tutaongeza fani tatu ambazo tayari watu wa activity wameshapita na kukagua na kutuambia baadhi ya vitu vya kurekebisha. Fani hizo tutakuwa ni fani ya mapishi, tunaita food production, lakini pia tutaongeza fani ya tehama hapa, ICT.